Mtazamaji asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizema Sinde kwa habari za biashara. Asante sana Godwin Mawanja na mtazamaji. Kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa katika kuongeza ufanisi wa matumizi ya kifedha kampuni ya mawasiliano ya YAS kupitia Mix imeahidi kutumia mwaka 2026 kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha pamoja na kuongeza ufanisi wa miundombinu ya teknolojia ili kuhakikisha inaongeza ujumuishi wa huduma za kifedha nchini. Hayo yamesemwa na Mary Ruta, meneja wa wateja maalumu kutoka Mix wakati wa kukabidhi fedha kwa washindi wa droo ya 4 ya magifti ya Mix Pesa, ambapo amesema hatua hiyo inakuja wakati tayari wakiwa wanaendelea na kampeni ya kutoa fedha ambapo zaidi ya wa Watanzania 33 wameshapata ili kutatua changamoto walizonazo ikiwemo mitaji ya biashara. Aidha, Ruta amesema bado ana muda wa wiki moja kuendelea kutoa fedha ikiwemo kukabidhi shilingi milioni 50 kwa washindi wa kampeni ya magifti ya Mixx Pesa ikiwemo hitimisho la kutoa fedha kwa Watanzania zaidi ya 44 katika msimu huu ulioanza Disemba mwaka jana. Tumebakiza wiki moja. Uh, bado kuna draw moja itafanyika ya kutafuta washindi saba wa shilingi milioni moja, moja kwa wiki na mshindi mmoja atakayeshinda milioni tano na pamoja na yule mshindi mkubwa kabisa kwenye draw kubwa ya kutafuta mshindi wa milioni hamsini. Kwa hiyo endelea kufanya miamala ili uwe mmoja kati ya washindi hao na 2026 tunaendelea kuwa nanyi, sisi wateja wetu. Uh, sisi kama Mixx by YAS tunaendelea kuwa washirika wenu wa kifedha ukiwasaidia kutatua matatizo mbalimbali mbali ya kifedha na kuwa washauri wenu wa kifedha ili tuendelee kuwa pamoja na kusaidiana pamoja kuweza kuendelea kupata maendeleo. Nao baadhi ya wanufaika wa fedha hizo wakizungumza, wameshukuru kwa kupata fedha hizo, huku wakieleza kuwa zitawasaidia katika kutatua changamoto mbalimbali zikiwemo za kibiashara. Mimi Mixx by YAS naitumia sana sana sana kwenye vitu vingi, especially app yao ni nzuri zaidi na lipa bidhaa na fanye miamala mbalimbali, nimejikuta niko hapa leo kwenye ushindi huu, lakini pia pesa hii itanisaidia kunibusti kwenye, kwenye, kwenye ujasiriamali wangu kwa sababu so, mi nifanya biashara ndogondogo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki nilichokipata, nitaendeleza biashara yangu. Naishukuru sana Yas, Mixx by Yas kwa kunipa ushindi huu, kwa sababu nilikuwa sitarajii kufikia hapa lakini pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunileta hapa kwa kushinda hiyo milioni moja, kila kitu kipo sawa. Kamati ya Ulinzi na Usalama Wilayani Mbeya imeunda timu maalum ya watu 11 kwa ajili ya ufuatiliaji wa kupanda kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo sukari ambayo itawasilisha ripoti ndani ya siku tatu kubaini kiini cha ongezeko la bei ya bidhaa hiyo. Hayo yameibuka baada ya kufanyika kwa ziara ya kushtukiza kwa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Mbeya kutokana na kupanda kwa bidhaa mbalimbali kwa wafanyabiashara hao. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Mbeya Itunda amewataka wananchi kuwa wavumilivu ili kuondokana na changamoto hiyo. Tumezunguka kwenye maduka kama matano hivi ya wafanyabiashara wetu wanaouza jumla, lakini pia na wafanyabiashara wachache wanaouza rejareja. Tumetembelea bucha za nyama, tumetembelea maduka ya mchele, tumejionea wenyewe, lakini kupitia kikao chetu cha leo kimeelekeza na tayari utekelezaji umeshafanyika wa kuunda timu ndogo ya kufanya utafiti wa kina ili tubaini hasa kiini cha hii changamoto. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wamezungumzia sababu za kupanda kwa bidhaa hizo. Unga ni bei loba laki moja kwa roba laki moja mimi siwezi kuuza tena hicho kifuko cha kilo tano elfu tano kwa sababu nanunua elfu kumi na maana na maana lazima niuze elfu kumi na mia tano unga wa mikate wa Angano, eh kama juzi nimebeba roba laki moja Sasa roba laki moja mimi siwezi kuuza elfu kumi nauza elfu kumi na mia tano kulingana na bei niliyojumua. Askari pale sina nyingi kwa sababu sielewi, siwezi nikaenda kubeba tena mifuko sana, naweza nikabeba mifuko miwili au mmoja, siwezi kubeba mifuko mingi kwa sababu askari inanikata. Miezi kama hii nadhani malisho yanasumbua. Pia ngombe huwa zinakuwa kawaida ya ngombe huwa zinatoka mashambani sehemu ambako wanazilisha ambapo ni makwalini wanazileta vijijini lakini mvua zikianza kunyesha wanazitoa vijijini wanazirudisha makwalini kwa e, mkulima kuna bajeti yake naye anaipanga. Kwa anapozirudisha kule vijijini, kuna ngombe zinapungua vijijini. Wakati ilikuwa huko wakati zilikuwa huko arobaini na e, lakini tulilazimika kuchukua hivyo hivyo, na tuliuza hapa kwa 60 mpaka 61 lakini tulimaliza na wananchi wanaoishi pembezoni mwa maeneo yaliyohifadhiwa wilayani Monduli mkoani Arusha wamewezeshwa vifaa vya ufugaji nyuki kwa lengo la kupata kipato mbadala ili kupunguza migogoro ya wakulima wafugaji na maeneo ya kuhifadhi pamoja na kutunza mazingira. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi mizinga na vifaa hivyo kwa vikundi vya wanawake katika eneo la Mswakini wilayani hapo, mkuu wa wilaya Monduli Gloriana Kimati amesema mradi huo utapunguza utegemezi wa mifugo pekee kama shughuli ya uchumi kwa jamii hiyo. Tunatambua katika jamii yetu hii ya wilaya ya Monduli tumekuwa tukitegemea sana ufugaji kama shughuli kuu ya uchumi, lakini kupitia mradi huu itakuwa pia ni shughuli ambayo itakuwa ni shughuli ya kiuchumi, itatusaidia pia kama wilaya kuongeza mapato, vilevile kupunguza kundi la watu ambao hawajishughulishi katika shughuli yoyote ya kiuchumi. Wilaya yetu asilimia zaidi ya themanini ni wafugaji. Hivyo migogoro mingi inayotokea baina ya wakulima na wafugaji ni kuhusu masuala ya malisho. Hivyo tuwaombeni sasa, ninyi kama shirika, muendelee kutoa elimu kwenye nyanda za malisho ili kupunguza migogoro baina ya wafugaji. Samson Bea ni afisa miradi kutoka asasi isiyo ya kiserikali ya watu na wanyama pori TPW, ambayo imewawezesha vifaa hivyo. Anasema mpaka hivi sasa wameshakabidhi mizinga zaidi ya elfu mbili na mia tano kwa vikundi vya kina mama wilayani Simanjiro, Monduli na Babati. Jumla ya vikundi mia moja na tisa zaidi ya mizinga elfu mbili na mia tano zimetolewa kwa vikundi vya kina mama kuanzisha vituo vya ukusanyaji asali na kujenga viwanda vya uchakataji wa mazao ya nyuki kwa wilaya Simanjiro na Monduli. Miradi hii imefanikiwa sana katika wilaya Simanjiro na Monduli, ambapo zimekusanywa kiasi cha tani 20 tangu mradi huu umeanza. Kati ya hizo takwimu, wilaya ya Monduli zimezalisha takriban tani tisa za asali mpaka leo. Pia leo hii tunawapatia jumla ya mizinga mia moja na vifaa vingine mbalimbali za ufugaji wa nyuki kama mavazi ya kinga yaani suti ya nyuki, patasi ya mzinga na kadhalika. Mwenyekiti wa kijiji cha Mswakini chini, Violet Lukumai, ameiomba serikali kuwa karibu na vikundi hivyo vya wanawake ili waweze kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Naomba pia ui nyuki awe karibu na sisi wamama, ili tuweze kufika lengo ambalo TTW wanakusudia. Tunapenda sana maendeleo, wawe karibu na sisi kwa sababu akiwa karibu na sisi ninaamini ya kwamba tutatembea na kufika malengo, kwa jinsi ambao mfumo dume umedumaza akili zetu wa mama wa Kimasai. Lakini najua ya kwamba kwa kipindi hiki cha teknolojia, ninaamini kwamba elimu ikiingia, tumeanza kuona sio sawa na kipindi kile, kwamba macho tumefungwa. Sasa tunaanza kuona mbele, ambayo tukisaidiwa, tunatembea. Asante sana mtazamaji, na Godwin Mawanja, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.